Lakini jambo langu jingine kwa mkuu wa wilaya, kwa kuwa yuko hapa na meneja wa mkoa, meneja eh, mimi mkuu wa wilaya, unafahamu na umefanya kazi nzuri sana kwenye Chama cha Mapinduzi miaka ya nyuma. Nakumbuka tulikuwa tunafanyia mikutano yetu hapa. Sasa mimi nikuagize wewe mkuu wa wilaya kwamba tunataka ile asili ya mikutano ya Jangwani yenye vaibu ile irudi tena hapa. Kwa hao wakandarasi walioko hapa, moja, CSR yao iwe ni kuhakikisha wanatusaidia kufungua mamifereji aliyoko hapa ili mkutano wa kwanza tuuone unakuja kufanyikia mwaka huu hapa Jangwani. Kwa hiyo meneja wa Tanlod, mtasaidiana vizuri sana na mkuu wa mkoa wa wilaya na viongozi na wale maengineer walioko kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, tuone namna ya kuanza kufungua uwanja wetu huu uanze kutumika kwa ajili ya mikutano. Hataki mikutano yende vichochoroni, tunataka mikutano iwe maeneo ya wazi, ili kama kuna mtu anataka kufanya ile kinaitwa kupachafua tunakuwa tunamuona vizuri ili tuweze kumsafisha kabla yeye hajachafua.